Tuelekee kaunti nambari tano ambapo wanawake wengi huko Lamu Mashariki wamekuwa wakidhulumiwa kwa kupigwa na waume zao. Ni hali ambayo imechangia talaka nyingi na hatimaye watoto kutelekezwa. Bunge la Lamu Mashariki kaunti ya Lamu wamefanya matembezi ya amani kutoka jeti ya Mtangawanda hadi eneo la Kizingitini. Ni lengo kuu kuhamasisha umma eneo hili pindi wanapodhulumika kuweza kujitokeza na kupiga ripoti, baada ya kubainika kwamba watu wengi wameweza kudhulumika, lakini kesi ufichwa. Sisi huku kwetu hizi kesi, ukienda kwa kuangalia OB hakuna kwa sababu sio kwamba hakuna. Mimi nimeuliza kote hapa Kizingitini, Kiunga, hakuna kwa OB, lakini yafanyika na twaficha. Hii gender based violence, ambaye mwanaume anamdhulumu mwanamke ama mwanamke anamdhulumu mwanaume, inafanya familia inazorota, unakuwa na vurugu kwa familia, watu wanaachana. Na baba na bibi wakiachana, nani anaumia? Mtoto anaumia. Hilo jambo linasumbua kisingitini na pande ile ingine. Ni hii maneno hii tunaangalia hapa eh, wacha niseme hii ni jambo ya haipo sana. Tunasikia wanaume wanashika wanaume wenzao, sio nasikika eh? kwa hivyo ukiangalia hiyo jambo ni jambo laana katika miji yetu. Kwa hivyo yule yote ambaye ataweza kuingia katika shughuli hizi, wako wengine ndani ya nyumba, basi wako wengine ndani ya nyumba uko pale humharibu mwanao, huwezi kunena kwa sababu sabbu ulimpa ruhusa kumuheshimu, amuheshimu paka ndani kamuheshimu <laughs> ni maandamano yaliyoongozwa na mbunge wa Lamu Mashariki, chini ya ufadhili wa serikali ya kitaifa, Rais William Ruto kuwataka wabunge wa kike kuelekea maeneo yao ya bunge ili kuhamasisha wakazi kuhusiana na dhuluma mbalimbali mbali za kijinsia ikiwemo wanawake kuuawa ambazo zimekuwa zikishuhudiwa. Changamoto tu imeweza kutolewa kwa wenyeji kuona kwamba pindi dhuluma zinapotokea hususan dhuluma za wanawake kupigwa na mabwana zao majumbani kuweza kujitokeza na kutoa taarifa. Rahma Rashid, Runinga Citizen.